Radio Kwizera FM Shinyanga 89.5. Radio Kwizera FM Shinyanga 93.7. Radio Kwizera FM Kigoma. Habari, habari. Miongoni mwa taarifa tulizonazo usiku huu ni pamoja na Tanzania ya jidhatiti kuendeleza nishati ya joto ardhi ili kuwa na nishati ya kutosha, nafuu na endelevu. Wananchi wa wilaya ya Mreba mkoani Kagera watakiwa kujiunga na mpango wa bima ya afya kwa wote. Na kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi, maarufu Bob Wine, kuitisha maandamano ikiwa uchaguzi mkuu utavurugwa. Habari kamili. Karagwe. Baadhi ya wazazi na walezi wilayani Karagwe mkoani Kagera wamewaomba walimu katika shule za msingi kuwa tayari kuwapokea watoto ambao wana mahitaji pungufu wakati shule zitakapofunguliwa. Wamesema hayo wakati walipozungumza na Redio Kwizera ilipotaka kufahamu maandalizi ya kuwapeleka watoto shule yakoje, wakati shule nchini zikitarajiwa kufunguliwa Januari kumi na tatu. Samuel Johansen na Yoram na hayo wamesema, mtoto mahitaji yake kutokamilika isiwe sababu ya walimu kutowapokea watoto hao kwani kufanya hivyo kunasababisha wanafunzi kukosa masomo ya awali na kutofanya vizuri katika masomo yao. Maandalizi sijayamaliza yote, kuna baadhi ambayo yamekosekana, yame lakini ninachowaomba walimu, mwanangu akifika wa shuleni, wampokee kulingana na vitu atakavyokuwa amekuja navyo, vingine hapo baadaye nitajikusanya nivimalizie. Lakini pia kama kuna changamoto labda mzazi anayo kwa walimu, kwa, kwa, kwa wapokee wanafunzi kwa sababu wanafunzi wenyewe pengine labda mzazi akawa na changamoto, lakini wanafunzi wana changamoto, ni mambo yanayoweza kuzungumzika, na najua tu walimu watakuwa amea mzika vya kutosha na wameshajiandaa kuwapokea wanafunzi kuwapa kile ambacho wanaweza kuwapatia hao wanafunzi baadaye nao tupate nguvu kazi ya taifa iliyo safi. Naye mkuu wa wilaya ya Karagwe Bwana Julius Leiza amesema ni haki ya kila mtoto kufika shuleni mara baada ya shule kufunguliwa, na uongozi wa wilaya hiyo hautavumilia watoto ambao hawataripoti kwa kisingizio cha kutojulikana walipo. Kahama. Serikali ya wilaya Kahama mkoani Shinyanga imetenga ekari 11333 kwa ajili ya uwekezaji katika viwanda via, viwanda vyuo vya ufundi, uchenjuaji wa madini, nishati, ujenzi na makazi. Mkuu wa wilaya hiyo Frank Nkinda amesema hayo wakati wa ziara ya naibu waziri wa mipango na uwekezaji Pius Stephen Chaya iliyolenga kukagua maeneo yaliyotengwa na kutathimini maendeleo ya kiuchumi ya wilaya hiyo. Mkinda amebainisha kuwa kutenga maeneo hayo kunalenga kukuza uchumi na kuongeza ajira kwa wananchi, kwa kuwa Kahama ni salama na rafiki kwa wawekezaji. Pia amepongeza maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kutenga eneo la wekezaji la kongani Buzwagi lenye ekari 3333.3 ambapo wawekezaji 30 tayari wameonyesha nia ya kuwekeza mmojawapo akianza wa kuzalisha bidhaa za migodini. Muleba. Wananchi wa wilaya ya Mleba mkoani Kagera wametakiwa kujiunga na mpango wa bima ya afya kwa wote ili waweze kupata huduma za matibabu bila kikwazo cha gharama. Mratibu wa bima ya afya wa wilaya hiyo Bwana hilaliusi Teofili amesema mpango huo utaongeza upatikanaji wa huduma bora za afya na kupunguza mzigo kwa gharama za matibabu kwa wananchi. Aidha, Bwana Teofili amewahimiza wananchi kujiandaa na kuchangamkia fursa hiyo kwa kujiunga kupitia kifurushi kinachowawezesha watu sita wa familia moja kupata huduma za afya kwa kipindi cha mwaka mmoja. Mwananchi kama ajaugua hiki tunachokizungumza, hawezi kuwa na maana yake, lakini atakapougua na kipindi hicho hana hela hata shilingi mia nda, atagundua niliwahi kuelimishwa niende kujiunga na bima lakini nilidharau. Labda kwa makundi kama ya bodaboda -boda, sisi ambao ni wapambanaji kila siku kitaa, sawa kila siku tuko kwenye upepo, tunatafuta shilingi, lakini tukijiunga tukaingia kwenye bima kwa namna moja au nyingine, huwezi kujua utapata ajali sangapi. Je, una hela au hauna hela, itakuwa imekusaidia bila presha. Baadhi ya wakazi wa wilaya hiyo wameshauri kuwepo kwa elimu ya umuhimu wa kuwa na bima ili kuondoa changamoto ya kushindwa kupata huduma kwa wakati pindi mtu anapougua. Abdhabi, waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amesema Tanzania imejidhatiti kuendeleza nishati ya joto ardhi ili kuhakikisha nchi inakuwa na nishati ya kutosha, nafuu na, na endelevu. Ndejembi ameyasema hayo leo kwenye baraza la kimataifa la nishati jadidifu Airena katika mkutano wa mwaka wa muungano wa kimataifa wa joto ardhi GGA unaofanyika jijini Abu Dhabi, Falme za Kiarabu. Amesema ili kutekeleza dhamira hiyo, serikali imeweka mipango ya uzalishaji wa umeme wa joto ardhi katika dira ya maendeleo ya 2050, sera ya taifa ya nishati ya mwaka 2015, malengo ya maendeleo endelevu ya dunia SDGs, na mkataba wa nchi kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi NDCs. Amesema Tanzania pia kupitia kampuni ya uendelezaji wa joto ardhi TGDC inaendeleza maeneo kadhaa ya kipaumbele ya joto ardhi ikiwemo Ngozi megawati 70, Songwe megawati 5 hadi 38, Kienjo Mbaka megawati 60, Natron megawati 60 na Luhoi megawati 5 huku lengo likiwa ni kuwa na mtambo wa kwanza kuzalisha umeme wa megawati 130 ifikapo mwaka 2030. Radio Kwizera. Habari kimataifa, kimataifa. Kampala. Viongozi wa upinzani nchini kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi maarufu Bob Wine amesema kuwa ataitisha maandamano ikiwa Rais Yoweri Museveni ataupora uchaguzi mkuu utakaofanyika Alhamisi ya wiki hii. Chagulanyi ameeleza hayo wakati wa mahojiano na shirika la habari la AFP na kwamba iwapo uchaguzi huo utavurugwa atakaribisha uingiliaji kati wa Marekani. Zaidi ya watu milioni ishirini wamesajiliwa kupiga kura, ambapo rais Mseveni aliyetawala Uganda kwa miaka arobaini sasa anagombea kiti tena cha urahisi kutetea nafasi yake. Naye mpinzani mkuu wa Mseveni, Chagulanyi, mwenye umri wa miaka arobaini na tatu anawania urahisi kwa mara ya pili, ambapo kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na moja alishindwa kukiwa na madai ya udanganyifu. Bujumbura, shirika la kutetea haki za binadamu nchini Burundi Aluchoto limepongeza utekelezaji wa mpango wa serikali wa kuachia huru wafungwa waliomaliza kifungo chao na waliopata msamaha wa rais. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Gitega, katibu mkuu wa shirika hilo Bwana Vianne Ndaisaba amesema hatua hiyo ni ya kuungwa mkono kwa kuwa inalenga kupunguza msongamano magerezani na kuimarisha haki za binadamu hususani kwa wafungwa. Hata hivyo, bwana Ndaisaba ameomba mpango huo usiishie katika gereza kuu la Mbipa jijini Bujumbura pekee, ambako wafungwa 100 waliachiwa huru, bali utekelezwe pia katika magereza mengine nchini humo. Aidha, katibu mkuu huyo amemtaka Rais Evariste Ndaishimie kwa samee pia Warundi wote waliokimbia nchi hiyo mwaka elfu mbili na kumi na tano ili waweze kurejea nyumbani na kushiriki katika ujenzi wa taifa hilo. Waza Wazua. Msikilizaji, usiyapime matatizo ya mwenzako kwa mzani wako. Waza Wazua na miongoni mwa taarifa tulizokuletea usiku huu ni pamoja na: Tanzania yajidhatiti kuendeleza nishati ya joto ardhi ili kuwa na nishati ya kutosha, nafuu na endelevu; wananchi wa wilaya ya Mleba mkoani Kagera watakiwa kujiunga na mpango wa bima ya afya kwa wote; na kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi, maarufu Bob Wine, kuitisha maandamano ikiwa uchaguzi mkuu utavurugwa na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari saa tano usiku. Utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita. Mimi ni Zawadi Bashemela, asante kwa kusikiliza. Radio Kwizera Habari. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook at Radio Kwizera, Instagram, X na TikTok at Radio Kwizera FM underscore, YouTube Kwizera TV, na website yetu